Je, unafahamu taratibu na masharti mbalimbali ya kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo? Katika imani Katoliki yapo masharti mbalimbali ya kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo kwa sababu ni yeye mwenyewe. Na haya ni masharti matano ambayo kama Mkatoliki unapaswa kuyafata kwa ajili ya kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Pamoja unapaswa kuwa mbatizwa katika imani Katoliki. Ubatizo ndio sakramenti pekee ambayo ni mlango wa sakramenti nyingine zozote zile, iwe ndoa, upadri, hata sakramenti ya ekaristi takatifu. Zote hizi zinaanza kwa ubatizo. Unapobatizwa unakuwa umefungua mlango wa sakramenti nyingine zozote zile ambazo unapaswa kuzipokea. Hivyo basi, unatapaswa kuwa mbatizwa, ndipo ustahilishwe katika kupokea